Eni, maswala ya mapenzi, mapenzi yangu yani siku hizi yani siku kwenye mainterview na nini na nini, hata siongelei ongelee kabisa yani. Eni, maswala yangu ya mahusiano mimi, naona kwa sasa hivi sitaki iwe ndio kipaumbele na hisi, na kazi nyingi sana naweza kuzifanya, na focus yangu kubwa iko kwenye vitu vingine sana vya muhimu kashao. Ah yeah. Na ndio nasema, sijamaanisha kwamba mapenzi sio kitu cha muhimu, lakini kwa sasa hivi yeah. Sio kitu ambacho kiko priority sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo sio kitu ambacho nitakuwa nakiongelea kivile kashao. Eh.